Tunajua kwamba Simiu zao kubwa la kiuchumi ni pamba, ukiacha mengine. Kwa ndugu zangu wa Simiu, lengo la serikali ni hilo, na nimshukuru mwekezaji hapa wa ndani amewaza kuongeza thamani angalau kwa hatua ya kwanza, lakini kwa hatua ya pili sasa tutanunua kwake, kuweka kwenye kiwanda ambacho tayari tunaanza kukijenga cha kutengeneza nyuzi za pamba tunataka kusitisha kuipeleka pamba yetu kama ilivyo kwenye marobota kwa wenzetu, wakatengeneze nguo na watu wao wapate kazi. Tunataka pamba yetu tuitengeneze hapa hapa, ili watu wetu wa Simiyu waweze kupata ajira ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo hayo ndiyo malengo yetu serikali, na baada ya kusema hayo ni washukuru sana, nimpongeze sana mwekezaji wa ndani ambaye ameweka viwanda hivi viwili na hii ndiyo kazi tunayoitaka. Watanzania ambao Mungu amewabariki vijisenti, wawekeze hapa ndani ili kutengeneza ajira na kukuza uchumi wa nchi yetu, ni kukuza uchumi wa nchi yetu sisi wenyewe, badala ya kutegemea mikopo na misaada kutoka nje. Tumejitahidi sana, tunakwenda vizuri. Lakini nimpongeze ndugu yetu, lakini waombe na wengine wafanye jitihada kama anazozifanya. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana ndugu zangu sana sana. Leo nipo ndani ya mji huu na nina miradi kama mitano sita ya kufungua, na hii maana yake nini? Kwamba serikali imefanya kazi nzuri ya miradi ya maendeleo, na ndio maana leo nimejitoa ndani ya mji tu kufungua miradi kama sita hivi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu wasimiu kukubali miradi hiyo kuisimamia na kujengwa kama ilivyotarajiwa. Baada ya kusema hayo nawashukuru, asanteni sana.